Ni lipi kati ya mawili hayo? Yusuf alitupwa gerezani na Yusuf alitupwa kisimani, si yote ni mazito <tuhi> lakini, leo utaulizwa mtoto wetu Alwi <tuhi> no. kati ya utupwe gerezani na utupwe kisima kirefu sana msituni poreni huko, lipi zito zaidi kati ya mawili haya, kutupa kisimani? Kisimani, sawa, ni kweli, hata mimi naunga mkono hiyo, lakini imagine, ametupwa kisimani ambapo mpa zito zaidi kuliko gerezani, lakini msamaha walipopeana na kusafiana roho, shukrani ya Yusuf, alimshukuru na mshukuru mwenyezi Mungu, idh akrajani minasiji, aliponitoa mimi gerezani. Hatuwezi kusema kwa nini akusema idh akrajani minalbiri, na ambapo mpa zito zaidi Alichunga Yusu kusema tushasameheana, nikilitaja kosa ita, ita, it, kikwetu kusema, kita kitaleta maumivu ile jaraha iliyochangulia. Sasa la kutoka kisimani ambalo nzito hakulitaja akataja kutoka kutolewa jela. Hivi ndivyo faida tuliipata kwa Sheikh, kisha hata katika masaili likhtilaf, jazahu Allahu khairan. Naam, hata limamu shafiiyu alaihi rahmatullah, ambao sisi mara nyingi no. si Afrika hapa. a Shafii asema aliko akiingiana na ikhtilaf, hata mmoja asema sijawahi kumwona mwerevu kana imamu Shafii namna tunavopambana kishi, tunavyopambana kimjadala lakini kisha kupambana tukapeana mikono kama ndio Shafi'i rahimahullah ta'ala asema ikhtilafu ar-ra'i la yufsidu lu